tumeirudisha kwa waziri mkuu kwa Mheshimiwa waziri, atakuwa Mheshimiwa Profesa Riziki Silas Shemdoe, na naibu waziri atakuwa Mheshimiwa Nhamanilo Kwagilwa, atashughulika na elimu, na kwa upande wa afya ni Mheshimiwa Dokta Jafar Rajab Saif.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 na naibu waziri ni Mheshimiwa David Ns Silinde. Wizara ya Maji hii imebaki kama ilivyo, Mheshimiwa Juma Hamid Awesu waziri na naibu waziri ni Mheshimiwa Kundo Andrew Matthew. Wizara ya Ulinzi na Jeshi la Kujenga Taifa